Ukiona mtu bado anamchukia ex wake bado hajakomaa na bado kabisa hajapona. Mtu wa kweli haweki chuki moyoni. Ex wako ni sehemu ya maisha ambayo uliyapitia, hiyo ni historia tu, na hiyo ndio imekufanya uwe wewe leo. Badala ya kisasi, jifunze kuuponya moyo wako na kuendelea na maisha mengine. Jifunze kuachilia. Kisasi always kinachelewesha mafanikio, lakini huruma inakuinua. Kubeba chuki ni mzigo, jifunze kushusha mizigo kwa kutoa msamaha. Hiyo itakuinua always na utaenda mbele. Remember, ex wako ni sehemu tu ya historia ya maisha yako, na huyo ndo amekufanya leo uwe wewe. So, stop hating your ex. Just piga muvi yako mwenyewe, mtu wangu. Mtu wa kweli anayemjua Mungu hawezi kumhate ex wake, trust me brother.